chonde chonde kijana wangu wa kiume binti hata angekuwa na meremeta mzuri ajabu lakini mgomvi usikubali ni vigumu kuishi na mwanamke mgomvi mithali ishirini na moja fungu la tisa ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi mithali ishirini na tisa kumi na tisa ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko na mwanamke mgomvi. Si mgomvi tu, mchokozi. Wanawake wengi sana ni wagomvi na wachokozi. Mi najua e, ulisimama naye tena ulikuwa na tabasamu vizuri. Jamani, tabasamu ni kama miayo. Mtu akitabasamu nawe unajikuta tu una tabasamu wewe. Kutabasamu kwa mumeo hutaki. Kwa nini asitabasamu kwa wanao? Tabasamu hutaki atabasamu kwa watu mumeo, tabasamu mwenyewe. Sura ndefu ya nini kila siku Long faces, wanaume wapendi. Wanaume wanapenda mwanamke anayetabasamu, na siri usiyoijua ukiwa unanunanuna unazeeka haraka, maana sura inakuwa ndefu. Wachana na makasiriko, wa Kenya wanasema wachana na makasiriko. Namba saba, angalia mke ambaye ni safi kiroho na kimwili pia, mwanamke aliye smart, maana hiyo ndio shida ya wanaume. Shida ya wanaume iko kwenye macho kwa hiyo kama mwanamke utaweza kuwa smart mbele ya macho ya mume wako, utakamata vizuri, utaweza kushika macho yake. Wanawake wengi hasa wale wakiolewa, akiwa msichana anakuwa yuko sawa, lakini ngoja aolewe, anajiacha anakuwa mchafu, mchafu nguo yoyote anayoiona mwilini, twende jamani. Wanaume hawataki hivyo. Binti yangu, we ni binti mdogo lakini umekazana na maremba kama haya, wenzako? Haya, tunasimama nayo kwenye pulpit hapa. We binti mdogo, maremba, maremba yenyewe, basi hata uyafunge vizuri, unaliweka tu kichwani hovyo, manywele hayachanwi. Na ni binti mdogo, tabia yako njema, kijana akikuangalia anasema mashala, binti ana tabia nzuri, lakini kama vile mkubwa kama mzee, kumbe si uzee, ni uchafu. Hebu kaa sawa, uwe, uwe vizuri na wengine wameenda mbali, maana naongea na watu wengi, wale walio waliojifunza kusuka nywele, si wamejifunza wapi? Mi nikisuka hizi nywele he, miezi miwili hapa, miezi miwili na minywele inanuka. We mama, shindwa.